Na mkaribu tena mtazamaji, kwenye taarifa yetu tuliokuwa tumepatia kipaumbele ni kwamba idadi ya vifo kufuatia maporomoko ya ardhi kwa sasa imefikia watu 26. Hii ni baada ya kuopolewa kwa miili mingine minne hii leo Jumapili katika shughuli ya kuwatafuta watu waliotoweka. Waziri wa Usalama Kipchumba Murkomen amesema watu ishirini na watano hawajulikani waliko. Wengine 21 wamelazwa katika hospitali mbalimbali ikiwemo mbali, hospitali ya matibabu maalum ya Moi Eldoret, wanne wao wakiwa katika hali mahututi. Huyu hapa Giverson Maina sasa na kina cha taarifa hiyo. Kundi la taasisi kadhaa likiwemo jeshi, idara ya polisi na kituo cha kudhibiti majanga pamoja na mashirika ya kutoa misaada ya dharura kwa binadamu likiwemo shirika la Msalaba Mwekundu yameendelea operesheni ya, ya upoaji huko Chesongoch kaunti ya Elgeyo Marakwet kutafuta watu 25 ambao kufikia sasa hawajulikani waliko. Kwa wale ambao bado hawajapatikana, 25, uh, of course, tuko na wasiwasi sana kwamba uh, wanaweza kuwa wako kwa, kwa njia ya hatari Akitoa hakikisho la msaada wa serikali, waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen anayeongoza kundi hilo alisema jamii iliyoathirika inahitaji kuhimili mkasa uliotokea. Familia moja, kuna familia karibu watu saba wamepote, wame, wamepoteza watu saba safari moja hii. Siyo janga ambayo ni kitu rahisi, ni chungu sana.

Kwa mujibu wa shirika la msalaba mwekundu, kufika kwenye maeneo yaliyoathirika si rahisi. Hali hii inawalazimu kutumia droni pamoja na helikopta. In as much as yes, we are in a response situation, we want to look at long term measures and we are going to engage the communities further to ensure that they are moving to safer grounds and avoiding farming on those highlands. tumeanzahastamoj na tumepanekea tumepata mwili moja na bado tunaendelea mpaka jioni. Na, na, na kwa sasa familia zilizopoteza makao zimekita kambi kwenye eneo la shule ya msingi ya Chesongoch ambapo zinaendelea kupokea msaada wa binadamu kama vile dawa, vyakula, mavazi na malazi <mimu> Gavana wa kaunti ya Nandi Stephen Sang; Jonathan B wa kaunti ya wa Wasingishu Wesley Rotich wa kaunti Elgeyo Marakwet na Katibu katika Wizara ya Fedha Chris Kiptoo ni miongoni mwa viongozi wanaofanya kila juhudi kusaidia waathiriwa. place Mimi nataka kuomba nikiwa chairman ya region hii hii kazi tusaidiane mpaka hii maisha ya hao watu irudi normal. And i think most important is to ensure that we deepen uh, our effort uh, to conserve the environment. Wakati huo huo, wale wanaoishi kwenye maeneo yanayokabiliwa na hatari ya maporomoko ya ardhi wameshauriwa kuhama, huku mvua ya bojo ikizidi kunyesha. Uh, wabunge wetu mwambie wananchi wale wako kwa miteremko zaidi wasonge katika